Naitwa Flora Ndobo. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya damu na ninapatikana katika hospitali ya taifa Mwimbili tawi la Mloganzila. Na leo ningependa tuzungumzie tatizo la upungufu wa damu. Tatizo hili linatokea pale ambapo mwili unakuwa umepungukiwa na chembechembe -chembe nyekundu au uh, proteini aina ya hemoglobin ambayo inapatikana kwenye chembechembe hizi nyekundu na hivyo basi kupelekea mwili kupunguza ufanisi wa kusambaza na kusukuma oksijeni na kupeleka katika sehemu mbalimbali za mwili. Kwa kawaida kiwango cha damu kinatofautiana kulingana na jinsia. Kwa hiyo kwa wanaume, mara nyingi kiwango chao cha damu kinatakiwa kiwe kuanzia 13.5 mpaka 16, lakini wanawake wanatakiwa wawe na kiwango cha damu kuanzia 12.5 mpaka 15. Mtu anapokuwa na tatizo hili hupelekea kuwa na dalili kama kuchoka, wakati mwingine kichwa kinauma, lakini moyo unaweza kwenda mbio lakini mtu mwingine anaweza kusikia uchovu pindi anapokuwa akifanya kazi nzito au kutembea umbali mrefu. Lakini kuna dalili nyingine pia hutegemea na kiwango cha upungufu wa damu kama, unakuta mgonjwa anakuja miguu imevimba. Dalili nyingine pia hutokea kulingana na aina ya upungufu wa damu ambao mgonjwa atakuwa nayo. Kwa mfano, wagonjwa ambao wanakuwa na upungufu wa damu kwa sababu ya kupungukiwa uh, virutubishi vya madini chuma, basi wanakuwa na tabia ya kupendelea vitu ambavyo kwa kawaida sio chakula. Kwa mfano, unakuta pendelea kula magodoro, mchele, tafuna mkaa, chaki na vitu kama hivyo. Upungufu wa damu unaweza kusababishwa na vitu vingi, lakini cha kwanza hutokea pale ambapo mwili unapunguza uh, kiwango cha kutengeneza chembechembe hizi nyekundu za damu, na sababu nyingine ni pale ambapo mwili unaongeza una, una, una uharibifu wa chembechembe zile nyekundu kupita kawaida kwa hiyo tukirudi kwenye uh, mwili kupungu, kupunguza kiwango cha, cha kutengeneza chembechembe nyekundu za damu basi kuna sababu kama kukosa virutubisho kama vya madini chuma virutubisho vya folet vitamin B12 lakini kuna magonjwa pia yanayochangia mwili kupunguza utengenezaji wa chembechembe nyekundu za damu magonjwa sugu kama ya kisukari, magonjwa kama saratani, lakini matatizo ya figo. Sasa hivi tunasikia kuna wagonjwa wengi wanapata matatizo ya figo. Magonjwa yote haya yanapelekea upungufu mkubwa wa damu, lakini kuna infection mbalimbali mbali kama malaria kuna magonjwa ya, ya kurithi ambayo pia yanachangia ongezeko la uharibifu wa chembechembe nyekundu za damu, magonjwa kama sickle cell na magonjwa kama hayo. Lakini mtu ambaye ameungua, basi anakuwa katika uwezekano mkubwa wa kuweza kupungukiwa damu. Lakini tunazungumzia vitu kama ajali, mtu anaweza akapata ajali akavuja aka damu nyingi kuna wamama wajawazito pale ambapo wana wanajifungua na kutoka damu nyingi, basi wanaweza kupata tatizo hili la kupungukiwa damu. Lakini kuna magonjwa yale ambayo yanachangia yana upotevu wa damu sugu, kwa mfano magonjwa kama vidonda vya tumbo, matatizo yanayowakuta wakina mama kama kutokwa na hedhi nyingi, basi matatizo haya yote yanapelekea upungufu wa damu. Tatizo hili la upungufu wa damu linatibika lakini matibabu yanategemea sababu mbili: moja ni kiwango cha upungufu cha damu lakini, mbili ni kisababishi, yaani sababu iliyosababisha mtu yule kupungukiwa damu. Kwa hiyo tunapoanza na kiwango cha upungufu wa damu, basi kuna wagonjwa ambao wanaweza wakatibiwa kwa dawa tu, au kuna wengine watapelekea mpaka kulazwa pamoja na kuongezewa damu. Lakini inapokuja kwenye kisababishi, ina maana mtu lazima afanyiwe uchunguzi ajulikane ni ugonjwa gani ambao anao uliopelekea yeye kupungukiwa damu, na hivyo basi akitibiwa ule ugonjwa inaweza kusaidia kupunguza au kuondoa kabisa tatizo la upungufu wa damu. Kwa wale ambao wanaonesha dalili ambazo nimezitaja hapo awali au hata wale ambao walishagundulika na tatizo hili la upungufu wa damu, kliniki zetu zinapatikana hapa katika hospitali ya Taifa Mwimbili upande wa Mloganzila na ni kila Jumanne na Alhamis, kuanzia saa mbili mpaka saa kumi na moja.